Wataalamu wetu wa upande wa sekta ya afya ambao mnashughulika zaidi na masuala ya kufuatilia maendeleo mbalimbali ya watu wanaopata changamoto mbalimbali katika sehemu za kazi, hususan wafanyakazi katika sekta rasmi. Kwa hiyo kwanza niwakaribishe, karibuni sana Tanga. Hilo jambo la kwanza, lakini jambo la pili, nimesikia hapa kuna watu wametoka Kilimanjaro kuna watu hapa wametoka Manyara, watu wametoka Arusha na hata wengine wa Tanga wapo. Sasa wale wenyeji wa Tanga bwana, hao walotoka Kilimanjaro, Manyara na Arusha wakimaliza kikao, mwaruhusu waende kwao, msiwakae sana. Kabaki hapa Tanga akapazoea, si pazuri hapo, ukipazoea utashindwa kuondoka. Sisi tuna kibao cha karibu tu, cha kwaheri hatuna eh. Na ndio maana tuna kauli tunasema, zamani walikuwa nasema waja leo warudi leo. Ule msemo sasa hivi umefutika, wanasema waja leo kurudi majaliwa. Kwasabu, kwa sababu ukija huku kuondoka na kuwa kazi tena. Kwa mimi niwakaribishe, karibuni sana Tanga, mjisikie mjisikie mmefika na mko salama, ili jambo hili liende vizuri kwa maslahi mapana ya umma. Ndugu mkurugenzi, pamoja na mheshimiwa naibu waziri, mimi nawashukuru sana kwa kunipa taarifa hii na kuitikia wito, tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho hili jambo ili tuweze kufanikisha hili. Shukrani sana. Asante. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.